Uh, kwa katika hii imus, msimu wa uh, Ramadhan hii mwezi mtukufu tumeweza kuwa na usalama ya kutosha. Uh, tulikuwa na tatizo kidogo hapo ma, ma, Makadara, lakini governor ameweza kutusaidia, ametoa askari ya kutosha kutoka county <coughs> government kutoka polisi, na inachungwa 24 hours, inaendelea vizuri so tumeweka askari ya kutosha ya, wanatembea na mguu wanaangalia kama Kisauni, Likoni. Hatujakuwa na tatizo lolote, tulikuwa na shida kidogo tu Makadara, lakini tuliweza kuitatua. Gavana, gavana aliweza kutusaidia uh, yes, na askari ya kutosha, na saa hii Makadara inaendelea vizuri. Ilikuwa sio issue ati ni insecurity kubwa, kulikuwa kuna baadhi ya vijana hata wao si street children, wanajifanya kujiita street children lakini waliposhikwa, kila mmoja anajua makwao ni wapi. and I'm glad uh, tulifanya to operation together with the national government security county commissioner. umeweka mataa, tume increase patrol within mombasa and uh, things uh, ziko and on sawa on kabisa, hata yes. ile barabara right now traffic flow uh, is pretty much okay well, taa ziko, watu wa maskari wa county maskari wa national government wako, kwa hivyo Watu waendelee tu, mwenye kwenda na kufanya ibada aendelee, mwenye kwenda kutaka kwenda madukani aendelee. Tunasema kwa mwezi mtukufu huu wa Ramadhani tuendelee kushirikiana, tusaidiane wenyewe kwa wenyewe, na tuone kuwa kwa wakati kama huu tuaoneana huruma, kila mmoja ambaye amepata riziki asaidie na mwenzake, anayejiona anajikimu aone jirani yake na yeye anaweza kumsaidia.